Kumbe, siri ya kupata pesa kila siku sio kuwa na mtaji mkubwa, ni kujua kile watu wanahitaji kila siku, hata kama ni kitu kidogo tu. Karibu kwenye Daizo Fursa nne, fursa ambayo watu wengi wanaitumia kimya kimya, lakini leo na kufungulia mlango. Kila nyumba, kila mtaa, kila familia wanahitaji vitu vidogo vidogo kila siku lakini hawana muda wa kwenda sokoni mara kwa mara. Hapo ndipo fursa yako ya kufanya faida ya shilingi elfu themanini kila siku inapoanza. Hii ni biashara rahisi inayoitwa ufungashaji wa vyakula vidogo vidogo nyumbani. Unachofanya ni kufungasha unga wa sembe, unga wa ngano, sukari, chumvi, mbegu kama karanga, ufetau, korosho viungo kama pilipili, tangawizi, mdalasini, mafuta madogo madogo ya gramu 500 na 300. Watu wanapenda vitu vidogo kwa sababu ni bei nafuu, ni rahisi kubeba na wanavitumia kila siku. Sehemu ya tatu: jinsi ya kuianzisha. Mtaji unaweza kuwa elfu ishirini kwa elfu hamsini tu. Nunua vitu kidogo sokoni, vifungashe vizuri kwenye pakiti ndogo 200 gram, 250 gram, 300 gram. Kisha uza kwa faida ndogo ndogo za kuanzia shilingi 300 mpaka 700 kwa kila paketi. Lakini kumbuka, ukifungasha paketi 200 kwa siku, ndogo ndogo hizo ndizo zinakuingizia faida kubwa beibei kila siku. Sehemu ya nne: hesabu ya faida ya kila siku. Tuchague mfano mdogo tu Ukifungasha pakiti mia moja tu kwa siku, faida ya wastani ni shilingi mia saba kwa pakiti. Hiyo ni mia saba mara elfu moja ni sawasawa na shilingi elfu sabini kwa siku, na wengi hufika hadi pakiti mia hamsini kwa mia mbili kwa urahisi. Hapo faida inavuka elfu themanini beibei kila siku. Sehemu ya tano wapi pa kuuza. Uchawi wa biashara hii ni kwamba soko lipo kila sehemu, kwa majirani, kwa walimu, kwa mamalishe, kwa maduka madogo madogo, kwa ofisi, kwa wahitaji wa kila siku. Watu wanachotaka ni uwe safi, upangilie vizuri, na bei iwe rafiki. Sehemu ya sita, hitimisho la kiume na kipevu. Kumbuka, fursa huja kwa mwanga mdogo Halafu hukua kuwa moto mkubwa. Usikae tu ukiwaza, anza na kile kidogo ulicho nacho. Kumbuka, mtaji mdogo haujawahi kuwa kikwazo, ila kuanza ndio huwa kikwazo kwa wengi. Hii ni Daizo Fursa nne, tukutane kwenye fursa inayofuata.